Karibu sana Mungu akubariki. Karibu karibu karibu. Shalom shalom. Shalom

Naomba kujua kama sauti iko sawa, unanipata vizuri mahali ulipo. Alafu andika ndoto yako moja kwa moja, uniandikie ndoto. Asante Kabunga, wanasema sauti iko sawa eh. Basi sauti iko sawa, twende kwa ndoto. Samjt, nashukuru sana, ayaandika ndoto yako. Baba, asante kwa kipindi cha leo, naomba kibali napowasaidia wanao, naomba ku... kuwa wabaraka kwao na nikagusie mambo ambayo Bwana yako yamejificha kwenye ulimwengu wa kiroho haswa, ndani ya mioyo yao, na naomba kwamba leo hii utafsiri wa ndoto zao italeta baraka na ushindi kwao, na wewe Bwana utapokea utukufu na heshima kwa jina la Yesu nimeomba. Amina. Basi naomba waandike ndoto yako. na una like una like, ili tuwafikie wengi like zako. Ina niseme upgrade zita ku upgrade ama nini, inainua program ama kipindi cha leo. Sasa mtu anaye search anaipata kwa haraka. Raymond anasema shalom tumishi, nataka kuvunja bauso, ni njia gani? wasiliana nami Nikimaliza kwa WhatsApp, wasiliana nami Raymond Randu kwa WhatsApp. Nikimaliza kipindi, nipigie namba, ndio hiyo inaandikwa hapo. Jambo lingine wahitaji kutambua, unavunja madhabahu ipi? Ni madhabahu gani unataka kuvunja? sawa sawa. Maana pia kuna madhabahu ya kifamilia. Kuna vitu zingine tunapuuza, lakini ina, ina, ina, ina inapiga maisha ya mtu. Mfano mzuri Gideoni Gideoni, ukisoma Gideoni kuanzia sura ya sita, anzia pale, anzia tu mmoja kuendelea mpaka mwisho. Inafika mahali Mungu mwenyewe, Mungu anamwambia Gideoni kavunje madhabahu aliyonayo baba yako, yaani madhabahu ya Baali, kisha ukamtwae ng'ombe wa miaka saba. Mungu ana uwezo wa waku, kumbariki ama kujitukuza kwa maisha yake bila Gideoni kuvunja madhabahu, lakini Mungu anamwambia angusha madhabahu aliyonayo baba yako, yaani madhabahu ya Baali, ukanijengee uka madhabahu mengine. So Gideoni alifanya kama vile alivyoambiwa. Sasa kuna vitu vingine wazazi wetu walivifanya, tumekuwa kwenye familia ambazo zimekuwa na mambo mengi. Hauwezi ukajua babako alikuwa anaishije, huwezi ukajua mamako alitembea wapi na wapi, maybe hata kutafuta msaada wa ndoa yake, huwezi ukajua babu yako alikuwa nani. Sasa vitu walivyozifanya huwe inafata kizazi inaenda mpaka kizazi cha nne, na ndio maana Bibilia inasema kwamba katika maombolezo ya Yeremia tano mstari wake wa saba Inasema baba zetu walifanya dhambi na hawako, lakini sisi tumebeba maovu yao. I think Ezekieli naye anasema uh, wa, baba walikula zabibu mwitu, lakini sisi watoto ndio tumepatwa na ganzi ya meno, meno yetu imeshikwa na ganzi. Kwa hiyo kuna vitu zingine unapitia, sio makosa yako, ni makosa ya wazazi. Sasa kuna kuna hizo madhabahu lazima yavunjwe. Wengi wanapuuza, wengi wanapuuza, na mimi husema hivi, chochote unachokipuuza taishughulikia. Kwa hiyo, Raymond Rando, samahani, shida ya mtandao nimeota rafiki yangu amerudi kuwa mtoto na anajiwekea kinyezi. Rafiki yako huyu atakuja kuwa na changamoto ya maradhi magonjwa, atasumbuliwa na magonjwa ambayo itaathiri maisha yake kiasi kwamba afike mahali vitu zingine anazifanya sio nzuri. kwa hiyo watakiwa kumwombea Kabunga asema niota najisaidia haja kubwa nyingi, alafu watu wakawa wanapita naifunika na shuka wasione, lakini akatokea rafiki yangu akawa naye ananisaidia kuficha na wakuona, mara tukatoka na kukimbia tukaoga. Kabunga, kitu cha kwanza, huyu rafiki yako ni rafiki wa kweli. Sasa sehemu hii uli kabla atakuwa rafiki ambaye atakusaidia wakati ambapo kuna jambo fulani litatokea kwa maisha yako, utajaribu kuiweka siri, hutaki watu wajue maana ni kitu ambacho kinaweza kukuletea aibu, ila rafiki yako atakusaidia kuficha siri hii. Kwa hiyo huyu kabunga ni rafiki tena, ni zaidi ya ndugu. Mambo mawili rafiki huyu unaoneshwa ni rafiki akufaaye wakati wa dhiki, ndiye rafiki. Kwa hiyo unazungumziwa, huyu ni rafiki wa kweli, anakusaidia kuficha kitu ambacho umekifanya sasa. Hapa ya sehemu ya pili pia ni kwamba kuna jambo utakuja kufanya ama litakuja kutokezea, utakuwa unataka iwe siri, unaificha ili watu wasijue, lakini huyu rafiki atakusaidia wakati kama huo. Kwa hiyo ni rafiki wa kweli. Happiness unasema, Shalom tumishi, niliota msichana mwingine alinipa samaki kaangwa nusu nikachukua, lakini sikula kula nikato, nikatoka shilingi ishirini nikampa, aninunulia samaki yangu ndio akaniletea samaki sita. Nikaenda kupika wal Well, ndoto yako hapa ina fumbo, iko na fumbo fulani. Amekupa samaki ambayo imekaangwa nusu. Mara nyingi samaki hawa kupikwa sio wakati wote wanaashiria baraka mm -mm. Wakati mwingine inaweze. Sasa kuona amekupa huyo samaki na ukula, inawezekana kama ni mtu unayemfahamu, hata kama umfahamu, unazungumziwa, ujichunge sana, jichunge sana na mashauri fulani, mashauri fulani inaweza ikawa ime, i, iko ama nyuma yake na ngu... sasa ukampa hela akanosa samaki sita Namba sita ni namba ya kibinadamu, maana ndio siku mwanadamu aliumbwa. So inakuonyesha ya kwamba kuna mahali unapaswa kufika maishani, jambo fulani likakamilishwa labda ni swala la ndoa linahitaji kukamilishwa ili uweze ukawa na utamu kwenye masuala ya ndoa ama kwenye mahusiano. Kwa hiyo uwe mwangalifu. Niliota niko Aleluya. Ka... tutaendelea hivyo ya mtandao. Taendelea hivyo hivyo. Taendelea hivyo hivyo. Ongera sana Raymond Rando. Inakuwa masikini imevunjika, maana panya wanasimamia roho ya uharibifu ama roho ya umaskini. Sasa roho ya umaskini. Sasa wamekufa, kuna eneo Mungu anakupa ushindi katika uchumi wako. Sasa kwa kuwa katika uchumi wako. Sasa kwa kuwa umeonesha wamekufa, kuna jambo unalopaswa kulifanya. Kwa hiyo Raymond, huu ni ushindi mkubwa kwako. Kuna jambo unalopaswa kulifanya ili uweze kupokea upenyo. Jenliza Wasai, shalom baba. Ukiota unapigia ndugu mdogo pasi nguo zake za shule, yamaanisha nini? Yamaanisha kwamba unahitaji kuwa mshauri wa maisha yake kama atafaulu maishani. Haleluya, unahitaji kuwa mshauri wa maisha yake. Mnaonaje, tuendelee ama tuachie hapo? Ma, mtandao uko na shida.